Idadi ya kura za hapana sifuri, kura zilizoharibika mbili, kura za ndio mia tatu sitini na tisa Asante, asante, asante. Na hii inafanya idadi ya kura zote zilizopigwa kuwa 371. Hivyo Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lamek Nchemba amethibitishwa na bunge kuwa waziri mkuu kwa jumla ya kura 369.